Nataka watu wote mujue Kiebrania, mujue kiroho, muingie ndani ya, ndio maana nataka mwabudu sana, ili mukiabudu, mukagaragara. Wengine nawashangaa vijana wangu, na anafundisha vizuri, ana mabudu i, unasubiri mubili, usisubiri mubiri, usimsubiri neno, neno nakukataza usimsubiri Mwasumbi na nini? Msiimbe kwa kumgojea mtumishi asikona. Imbeni kwa kuita uwepo wa Bwana. Mwasumbi anaweza akaja, uwepo ukiwepo, asihubiri kama taarifa imetoka mbinguni ikisema kuwasikizisha watu wa mimi sita sana kitu, kwa sababu nataka sana, kama mnavyofungua mitandao kila itako leo, kuna vitu vya ovyo, kuna vitu vizuri. Nataka leo ndio wafungulie YouTube, kila mmoja awe na YouTube yake, awe anasikiliza habari za mbinguni, kwa sababu habari za mbinguni ndio kizazi kipya. Hii ndio fashion, it is a new fashion. A washekeke, lazima uwe na taarifa Lazima ufungue YouTube ili uone mambo ya rohoni, kwa sababu mambo ya rohoni yanajulikana katika roho. Unakaa mulini hapa, ukae rohoni, watu wanaabudu na subiri neno, usisubiri neno, zungumza na Mungu aliye ndani, you can see something spiritually. Sikiliza roho wa kwana anayesema ndani yako. Mimi sio mtumizi wa dini hata kama na dini nayosali leo naofungua dini na wengine na sali nao hapa. Mimi ni kiongozi wa kiroho inayeleta mambo ya kimungu, nipo kuongoza dini kama format, ili walijue, na mimi niko mahali na ile dini ninayoiongoza, nitaiongoza kwa ufasaha na ilazimisha imjue Mungu wangu, bado haijamjua sana, na ilazimisha imjue Mungu wangu sana, maana nina uelewa wa kimungu kwamba dini na madhehebu haimpeleki mtu mbinguni, ila dini iliyo nzuri naweza kufahi ukakusanyika ukapata maadili mema yakakusaidia, hata ni kiongozi pale. Lakini nataka niwasaidie watu kumjua Mungu. Fungueni YouTube, niwa na taarifa ya mbinguni. Usilale kibudu na kaka ujui hata msiki Mungu. Eo, natabiri leo watu wote wafungue YouTube za kiroho, pokea nguvu ya Mbona mnasikia jamani? Mbona mnasikia, mnasikia wanangu, ndio mnamtasikia. Yesu anakupa majibu kuanzia leo. Mbona mnasikia? Mbona mnasikia? Funguani masikio ya ndani. Mna peruzi mitandao siku kucha, hamlali. Leo nataka mna peruzi mitandao ya kiroho, mjue taarifa za rohoni. Nchi yenu hatuko salama, ni kwa sababu tu nchi yenu haiko haiko sawa mitandao ya kiroho mkiijua, mtaelewa sara ya kokotimano mtaelewa, mtaelewa mambo ya roho. Nanajulikana kwa watu, anaambia nyinyi mliolipa nao nakuja hapa, ile ni sadaka, wala usijute. Ni sadaka, ni sadaka uliotoa, usijute, umetoa sadaka unafundishwa mambo ya roho. Nakwambia, nimelia nimelia, nikanyamaza, nimelia nimekanyamaza, si nimeona? Maana nilionyeshwa kampeni zitakavyokuwa, nikaonyeshwa siku ya uchaguzi haitakuwa salama kivile, kama mtaona, nikaonyeshwa vile itakapoanza sasa kutangazwa, utaona. Na pia anaongea kabla. Aa, hata kama mwingine ametabiri juzi, mimi nimewaambia Januari nafunga naingia mwaka mpya, nenda kafungua youtube Mwasumbi TV, nenda kafungua wote, mka subscribe kwa wakati wenu, mwende mule mwangalie ujumbe niliotoa toka kuingia mwaka mpya. Niliutoa huku na panda mzigo, nilisema yanayokuja mbele. Acha wenzangu waliosema baadaye na mshukuru, wathibitishe. Lakini tarehe moja kuingia mwaka huu mpya ndipo Mungu alinitokea kabla hapa ya akasema, niambie taifa wakati wa kampeni kutakuwa na shida, wakati wa uchaguzi kutakuwa na shida, na siku ya kutangaza anayetaka kutawala, nikaambia waambie kutakuwa na shida. Sasa fuatilia uone kama cheche zikianza, we kazana kuomba. Mimi niliona mpaka kipimo cha damu itakayomwandika na idadi ya watu watakaokufa wa kila mkoa Naongea sio kuatisha, nataka mpate mzigo, maana nataka mfungue redio za rohoni, na ndio maana nataka tukiingia mfano wa kuabudu, twali tamani kukutana kusikia sauti ya nabii, sawa. Lakini nataka leo ni watoe makongamano yote na makanisani mwenu, msimsubiri mtu, mtapoteza lengo. Subirini Mungu aseme na msubiri mtu, sema tunasubiri Mungu aliye ndani yake aje tusemeshe, tusogee mahali. Msimsubiri mtu kama mtu, msubiri Mungu aliyeko ndani. Lakini leo naomba niliweke sawa, auduni Mungu, Mungu, kwa sababu hata kwenye kuabudu tu Mungu anaweza kawahudumia.